Morogoro. Licha ya serikali ya Mapinduzi Zanzibar kutoa vifaa vya kujifunzia kwa wanafunzi kwa lengo la kuinua kiwango cha elimu visiwani humo, lakini bado baadhi ya shule zinakabiliwa na changamoto kubwa, hali inayorudisha nyuma uelewa wa wanafunzi kivitendo. Hali hiyo inawafanya wanafunzi wa shule ya Ndijani waomba wadau wa maendeleo kuchangia kwa hali na mali shule hiyo ili kuwapa uwezo wa wanafunzi wa kujifunza zaidi kivitendo na kwenda sambamba na sayansi na teknolojia. Taarifa zaidi naye Abdallah Pando, inasomwa hapa naye Sharifa Suleiman. Ikiwa skuli hii inatimiza miaka 90 toka kuanzisha kwake, wadau mbalimbali wa maendeleo wanakutana pamoja kujadili vipi watakavyoweza kufanikisha shughuli hiyo kwa lengo la kutatua matatizo yanayokabili skuli hiyo. Wanafunzi wanaosoma skuli ya sekondari Ndijani wanasema kuwa changamoto ni nyingi zinazowakabili shule, ni hapo ambapo mpaka sasa wana kompyuta mbili tu za kujifunzia, hali inarudisha nyuma wanafunzi hao kivitendo, sambamba na walimu wao kama hapa wanavyobainisha wanafunzi hao wanaosoma skuli ya Ndijani. Skuli ya Ndijani sekondari nzima, na wakati zama inatimiza miaka tisini, ina kompyuta mbili tu kwa sekondari mpaka sasa. Kwa hivyo hilo linakuwa ni tatizo kubwa. Unaweza kuwa tunachelewa kufanya mitihani kutokana na hivyo, hatuna ni mashine, sababu unakiputa mwalimu anatuta mjini, anakosa usafiri na kipindi chake labda cha mwanza nakuuaa, anakikosa kile kipindi. Hiyo ni njia moja wapo yam kwa hiyo tungeomba tu wizara iwafanyia hao walimu na ukambali japo kigali chao cha binafsi tu cha kuwaanzisha majumbani. Kwa kuongeza msisitizo kuhusu changamoto hizo, naye mwenyekiti wa kamati ya maadhimisho ya miaka tisini ya skuli hiyo Makame Haji Mlenge yeye anasema kuwa lengo lao ni kuhakikisha vifaa vinapatikana katika skuli hiyo sanjari na kupata vifaa mbalimbali vya mbali kujifunzia vitakavyoweza kuinua skuli hiyo kitaaluma. Pia tuna tatizo katika skuli zetu hizi ya sehemu ya vyumba vya kufanyia mitihani madani, mmeona ko nje, tuna mabanda ya kufanyia mitihani kwa kwamba tuyanyanyue na pia kamilishe ili tuweze kupata mabanda kufanya mitihani, mahoja kufanya mitihani. Kwa kuliona hilo, mwakilishi wa jimbo la Chwaka katika shehia ya Ndijani Isa Haji Gavu anakiri kuwepo kwa changamoto hizo katika shule zote mbili yani, Ndijani Msingi na Sekondari na kuahidi walimu kuwapatia usafiri katika maadhimisho ya miaka 90 ya shule hiyo huku changamoto zingine zikitarajiwa kufanywa kazi. Ametukengeza chachu ya kuwapa basketi angalau 10 kwa kuanzia kwa, kwa, kwa, kwa shule. Tumepunguza sehemu kubwa changamoto hiyo ya kusafiri. Shule ya msingi na sekondari Ndijani zinatimiza miaka tisini. Kilele cha siku hiyo ni Juni 15 mwaka huu ambapo mgeni rasmi katika maadhimisho hayo anatarajiwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Muhamed Shen, naye atakwenda sambamba na kauli mbiu isemayo imarisha michezo kwa ajili ya afya bora na elimu bora.